Kuna watu wamekatisha masomo kwa sababu ya kukosekana amani maeneo mbalimbali yeah. Tukio la juzi tu nikukumbusheni, ni pale ilipotokea msuguano kati ya nchi ya Israel, no, no, na Iran, wako wanafunzi walikuwa wanataka waende wakasome Irani walishindwa kwenda na wako wanafunzi ambao waliokuwa wanasoma Iran walirudi, na wako wanafunzi waliokuwa wanataka kwenda kusoma Israeli hawakwenda, na wako wanafunzi ambao waliokuwa wanasoma Israeli ilibidi waondoke Israeli kurudi kwa. Tunapoadhimisha elimu leo hii kupitia madrasa yetu kongwe ya Miftahul Huda ni lazima tukumbuke kwamba amani ndiyo inayopelekea sisi kukaa hivi na watoto wetu kusoma kwa raha mstarehe, lakini bila amani hakuna elimu. Bila amani hakuna elimu, na hakuna elimu bila amani. Lakini mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, uchaguzi mkuu huu mwaka wa uchaguzi mkuu, kuna mambo mengi ambayo yanayoweza kutokea. Miongoni mwa vitu ambavyo huwa vinapelekea kuonekana ni athari za uchaguzi ni kutokea viashiria vya vya uvunjifu wa amani ndio maana nikasema kwamba bango linajieleza, kwa sababu nimeatafsiri hayo maneno mawili yaliyoko kwenye bango, ikiwa ni pamoja na kukuhamasisheni kwenda kupiga kura. Kila ambaye ametimiza umri wa kwenda kupiga kura na ana kile kiparata cha kwenda kupigia kura, aende angapige kura. Msichoke kuyasikia, endeleeni kuyasikia maneno haya endeleeni kuyahifadhi na kuyakariri maneno haya kama mnavyokariri matangazo ya soda mbalimbali zinazotangazwa kila siku. Tunasikia matangazo ya soda hii ya kampuni hii, ya soda hii ya kampuni hii, na hatuchoki kusikiliza. Sisi tunapozungumzia amani, na wewe usichoki kusikiliza, kama vile ambavyo hauchoki kusikiliza matangazo mbalimbali yanayowasilishwa kwa njia ya mbalimbali kupitia vyombo vya habari.